Tarehe kumi na mbili kumi na tatu kuna mashindano ya Samia Motocross Championship. Mashindano haya ni ya pikipiki, nilianzisha mwaka jana, tulikuwa na washiriki na walifanya vizuri, na kupitia mashindano hayo watu walienda mpaka Moroko, Marrakesh kuiwakilisha nchi. Na mwaka huu tena tulikuwa tumepanga kuyafanya. Mimi nilikuwa najua naondoka, lakini sikutaka kuacha kufanya kazi ya yule aliyenituma, kwa sababu naondoka Unajua, watu wengine akiwa anaondoka kila kitu anafanya nini ni, sikutaka kuacha kwa sababu heshima alionipa rais wangu ni kubwa. Nitaka kila alilotamani lifanyike liendelee kufanyika Kwa hiyo hilo liko kwenye program, na ule uwanja tuliotengeneza una urefu wa kilomita kumi na moja, tumeweka mpaka ni kama makontena tukafunika, tumeweka magogo, tumechimba mabwawa makubwa, pikipiki zinaingia kwenye maji zinatoka, tumetengeneza kona kali tumeweka kwa viwango vya kimataifa, na mwaka huu wanashiriki nchi saba, na hivi tutavyoongea wameshajiandikisha, na kazi ya mazoezi ya maandalizi inaendelea. Nitakachokuachia tu kwamba mshindi wa kwanza inabidi umpe milioni 15. Kwa hiyo zawadi zipo kama za milioni sabini hivi, kwa sababu kuna kategori tofauti, eh.